Uwa, maisha ya kitaaluma na mitazamo ya maisha kwa ujumla inabadilika kila wakati, kutokana na mifumo mbalimbali ya teknolojia na mazingira. Hivyo niwaombe wahitimu wote kubadilika kulingana na mabadiliko ya teknolojia na mazingira na kutumia mabadiliko hayo kama fursa ili kujiletea maendeleo yenu wenyewe, familia zenu jamii na taifa kwa ujumla, kwa kuibua fursa za kujiajiri na kuajiri watu wengine. Jumla ya programu 77 za masomo zenye jumla ya wahitimu 794 wakiwa wanaume 495 na wanawake 299. Wahitimu wa shahada za kwanza wanaosaidi kutunika shahada ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo wako 677, shahada za umahiri o themanini wakiwa wanaume na watatu na wanawake i na saba na wahitimu wa shahada ya uzamiri wako iwta, yaani wanaume kumi na wanawake wanan wa vilevile, kuna wahitimu sa shahada wako wanane na wahitimu wa waasa shahada wako wanne. Katika maakali leo wahitimu wanawake ni 299 ambao ni sawa na asilimia 37 waum Aidha, mwezi Februari mwaka 2025 chuo kilizindua kigoda cha utafiti cha Jika kwa ajili ya kuboresha kilimo cha umwagiliaji na kituo cha teknolojia kwa ajili ya kuhamasisha matumizi ya teknolojia za kilimo na viwanda kwa kutoa mafunzo pamoja na ushauri kwa wajasiriamali wadogo na watashi na utekatazi wa mazao. Kitu kikubwa ambacho itasaidia kwa vijana ni kwamba itawawezesha vijana wenyewe kujiajiri baada ya chuo. Kwa mfano, kozi za kilimo zitawawezesha vijana kwenda kufanya kilimo moja kwa moja wakitoka, endapo wakitoka chuoni.